Nimeleta chai madam. Bebi amka, chai ipo tayari <sighs> Mbona bado mapema hivi? Unajua saa hivi ni saa mbili? Acha utani. Ni ujinga gani huu Alexi? Yaani umepiga picha, uko umelala na dada wa kazi. Bebi mbona sielewi. Huelewi nini wakati umeamua kunisaliti na dada wa kazi Tafadhali Malaika, mwambie hakuna chochote kinachoendelea kati yetu. Samahani Alex, siwezi kuishi kwa kufichwa kama madaa ya kulevya tena. Madam, mimi na mume wako ni wapenzi. Unasemaje Malaika? Cha Usiku, huyu dada wa kazi ni muongo, tafadhali naomba usimsikilize. Bila shaka sitamsikiliza. Asante sana kwa kunielewa mke wangu hata hivyo, na wewe pia sitakusikiliza na kuanzia sasa, ukitaka kuzungumza na mimi utapitia kwa mwanasheria wetu kwanza. Tafadhali usinifanyie hivyo cha usiku, unakumbuka makubaliano yetu ya ndoa? Ndiyo nakumbuka. Nakumbuka tulikubaliana kuwa yoyote atakayesaliti atanyang'anywa mali zote. Hii ni nafasi yako ya mwisho kufurahia maisha haya ya kifahari, kwa sababu nimeshatuma ushahidi kwenye simu yangu, na kuanzia sasa nataka utoke nyumbani kwangu. Ndiyo mpenzi, sasa inabidi uhamie kwangu. Unataka niamie kwako kivipi wakati unaishi na mume wako? Mume wangu ataondoka siku si nyingi kwa sababu nimemfumania. Sawa, okay. Baadaye usiache basi kuja kwa sababu hata kuwepo. Sawa, umefanya kazi nzuri sana Malaika. Asante madam, lakini ninamhurumia sana mume wako kwa sababu yeye ni mwaminifu kwako. Kwa nini unamfanyia yote haya? Umesahau ni nani anakufanyia uishi vizuri hapa mjini? Au ni wapigie uhamiaji? Hapana madam, samahani. Ok, fanya haraka, uandae vitu vya Alex, haondoke hapa leo. Steve, subiri kwanza. Ina maana malaika, hujui kupiga hodi? Samahani madam. Unafanya nini hapo? Nataka kusafisha dressing table yako. Toka nje, utasafisha baadaye. Kwa hiyo talaka ndio uamuzi wako wa mwisho? Bila shaka siwezi tena kumwamini Alex baada ya hili alilolifanya. Na ulisema una ushahidi wa usaliti wa mume wako? Ndiyo, chukua simu ujionee mwenyewe. Steve, unatakiwa ujiamini kwa sababu kuanzia sasa wewe ndio baba mwenye nyumba. Alex hana chake tena hapa. Kweli baby? Kweli, yani kesho mwanasheria akija, ndio utakuwa mwisho wangu na Alex. Hapana, sio hiyo video, unatakiwa uangalie picha za Alex na Malaika. Inaonekana huna ushahidi wa usaliti wa Alex kwa sababu sijaziona hizo picha. Haiwezekani, itakuwa kuna mtu alizifuta. Nimeleta chai madam. Ni huyu huyu ndiye aliyelala na Alex. Kama huamini, muulize akuambia ukweli. Hapana, mimi sikulala na Alex na huo ndio ukweli. Malaika, nilikuonya lakini naona umekaidi masharti yangu. Sasa leo na kufukuza kazi. Hapana, huna mamlaka ya kufanya hayo maamuzi. Malaika, utaendelea kuishi hapa hadi pale utakapoamua kuondoka mwenyewe. Haiwezekani ufanye uamuzi peke yako, Alexi, hii ni nyumba yangu pia. Hii nyumba siyo yako tena cha usiku, kwa sababu wewe mwenyewe kwa mdomo wako ndio uliyetaja kifungu cha makubaliano ya ndoa yetu na ukasisitiza kwamba yoyote atakayesaliti atapoteza mali zote, na ushahidi umeonekana mbele ya mwanasheria. Kwa hiyo kuanzia sasa, huna chako cha usiku. Naomba uondoke nyumbani kwangu.